Hujambo na karibu katika rubaza za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi awa ni Awadh Rashidi. Takriban watu watatu wameuawa na wengine 17 wamejeruhiwa katika shambulio kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani za Urusi kwenye mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv nchini Ukraine. Mea wa jiji hilo amesema, Ihori Terakov amesema kwamba, usiku kucha, Urusi ilirusha ndege zisizo na rubani 48 pamoja na, na makombora mawili ya kuongozwa kutoka mbali. Kanda za video zimeibuka zikionyesha ghorofa kadhaa zikiteketea kwa moto. Watu sita t waliuawa na wengine themanini kote Ukraine. Usiku uliopita walipitia madhila ambapo Urusi ilishambulia nchi hiyo kwa zaidi ya droni mia nne na karibu makombora arobaini. Urusi imesema kuwa mashambulizi ya anga yalikuwa akijibu vitendo vya kigaidi vya Kiev, ikidai kuwa maeneo ya kijeshi yamelengwa kisawasawa. Hili limejitokeza siku chache baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani za Ukraine zikilenga ndege za kimkakati za Urusi katika vituo vinne vya anga ndani ya nchi hiyo. Wakati hayo wakijiri Ukraine imedai kuidungua ndege ya kivita ya Urusi aina ya Su-35. Hata hivyo mpaka sasa hakuna taarifa kamili kuwa hii ilikuwa ni makabiliano ya angani ya kijeshi au ni kazi za mifumo ya ulinzi wa anga kutoka ardhini kama vile makombora kutoka ardhini hadi angani au mifumo ya kujikinga dhidi ya ndege za kivita. Ujumbe wa jeshi la wanahewa la Ukraini limesema asubuhi ya Juni 7 mwaka 2025, kama matokeo ya operation iliyofanyika na jeshi la anga katika upande wa Kushki, ndege ya kivita ya Urusi Su-35 ilidunguliwa.

Na kundi la Wagner limetangaza kujiondoa nchini Mali kufuatia kile walichokiita kumalizika kwa misheni yake kuu katika nchi hiyo Afrika Magharibi. Kundi hilo la mamluki la Urusi limekuwa likishirikiana na jeshi la nchi hiyo tangu mwaka 2021 kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa Telegram, Wagner ilisema imepambana na ugaidi hatua kwa hatua na watu wa Mali na kuua maelfu ya wanamgambo na makamanda wao ambao waliwatishia raia kwa miaka mingi. Tangazo hilo la kujiondoa linawadia siku ambayo kumetolewa ripoti kwamba wanajeshi wa Mali walikuwa wameondoka katika kambi kubwa katikati mwa nchi baada ya kushambuliwa kwa mara ya pili katika muda wa chini ya wiki moja. Mali imekuwa ikikabiliwa na wanamgambo wa Kiislamu kwa zaidi ya mwongo mmoja. Wanajeshi wa Ufaransa ambao awali walitumwa kusaidia serikali ya kiraia waliondoka nchini humo mwaka 2022 na kufikia wakati huo, jeshi linalosimamia Mali lilikuwa tayari limeanza kufanya kazi na mamluki wa Urusi kupambana na wanamgambo hao. Na msemaji wa brigedi ya Al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, amesisitiza kwamba operation hiniza za mukawama dhidi ya uvamizi wa Israel zitaendelea hadi pale utawala wa Kizayuni utakaposhindwa. Abu Ubaida ameyasema hayo katika taarifa yake na kueleza kuwa wapiganaji wetu warithi wa mitume wanaendelea kuyarusha mawe ya Nabii Daud kwa magari ya Gideon na kuangusha ubeberu wa uvamizi huo hadi utakaposhindwa. Amepongeza uthabiti wa wapiganaji wa mkawama, akisema kwamba kupitia ushujaa wao wanasajili ushindi wa waaminifu na wanaokandamizwa juu ya wenye kiburi na madhalimu. Akizungumzia shambulio la kuvizia la Ijumaa asubuhi katika mji wa kusini wa Gaza wa Khan Yunus ambalo limesababisha vifo vya wanajeshi watano wa Israel na wengine kujeruhiwa, Abu Ubaida amesema hasara iliyoletwa kwenye uvamizi huo huko Khan Yunus na Jabalia ni mwendelezo wa mfululizo wa operesheni sahihi, mfano wa kile kinachongojea majeshi vamizi popote yanapokanyaga. Makundi ya mukawama ya Palestina yamefanya mkururu wa operesheni zenye mafanikio katika eneo la Khan Yunus siku ya Ijumaa, zikilenga maeneo muhimu ya kijeshi ya Israel, wakati ambapo utawala wa Kizayuni unapoendeleza mashambulizi ya kinyama katika ukanda huo. Na chuo kikuu cha Trinity cha Ireland kimekata uhusiano wake na utawala wa Israeli kama hatua kulalamikia jinai zinazofanywa na utawala huo dhidi ya wakazi wa ukanda wa Gaza huko Palestina. Uongozi wa chuo hicho mashuhuri cha Trinity mjini Dublin umekubali kukata uhusiano na vyuo vikuu na makampuni ya Israel ukilalamikia kuendelea kukiuka sheria za kimataifa na za kibinadamu kwa utawala huo na vita vyake huko Gaza. Uamuzi huo unajumuisha kusitishwa kwa ushirikiano wa kielimu, utafiti, kibiashara na uwekezaji na na makubaliano ya kubadilishana wanafunzi na taasisi za Israel. Chini ya uamuzi huo, chuo kikuu cha Trinity hakitawezesha kurahisisha tena au kuunga mkono ushirikiano na taasisi za Israel. Uamuzi huo ukitangazwa siku moja baada ya chuo kikuu cha Jeneva nchini Uswizi pia kukata uhusiano wake na chuo kikuu cha Hebrew cha Kotsi, moja ya vyuo vikuu muhimu katika Palestina, moja katika vyuo vikuu muhimu vya Israel kutokana na vita vya Gaza. Baraza la uongozi la chuo cha Trinity lilifanya uamuzi huo ambao uliwasilishwa kwa wanafunzi kupitia barua pepe kufuatia kampeni ya siku tano wanafunzi kwenye chuo hicho kupinga vita na mzozo wa kibinadamu huko Gaza. Na wafanyakazi wa bandari za Ufaransa na Italia wameendelea kufanya mgomo wao na kukataa kupakia shehena za silaha na zana za kijeshi zinazopelekwa Israel, wakisema kuwa hawatahusika katika mauaji ya kimbari yanayoendelea huko Gaza. Vyombo vya uchunguzi vya Ufaransa na Ireland vimefichua kwamba meli ya mizigo ya Zim Coast Era iliratibiwa kupita kwenye bandari ya Fos-sur-Mer ya Marseille ili kupakia kwa siri tani 14 za, za silaha za kijeshi zilizotengenezwa na kampuni ya Ufaransa ya Eurolink, ilikusudiwa kufika katika bandari za Genoa na Salon nchini Italia kabla kuelekea katika bandari ya Haifa huko Israel. Hiyo ni shehena 3 wa aina hiyo kutoka Marseille hadi Israel kwa mwaka huu 2025 kufuatia usafirishaji kama huo wa Aprili 3 na Mei 2, na zote zikihusisha silaha za kijeshi zinazotumika kurefusha muda wa mauaji ya kimbari huko Gaza. Katika taarifa iliyo wa Juni mbili, muungano mkuu wa shirikisho la wafanyakazi unaowakilisha wafanyakazi wa bandari katika ghuba ya Fos, ulitangaza kuwa bandari ya Misail haipaswi kutumika kusambazia silaha jeshi la Israel. Taarifa hiyo imesema maham, mahamali na wafanyakazi wengine wa bandari hiyo hawatashiriki katika mauaji ya kimbari yanayoendelea, na tunasimamia amani na tunapinga vita vyote vinavyoleta vifo, mashaka na watu kuhama makaazi yao na waziri wa mambo ya kigeni Ufaransa Jean Noel Barrot amesema kuwa Parisi bado imejizatiti kutambua rasmi taifa la Palestina katika mkutano wa Umoja Mataifa unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu. Akizungumza na kituo cha redio cha RTL cha Ufaransa, Barrot alipoulizwa iwapo Ufaransa ambayo itakuwa mwenyeji mwenzo wa mkutano huo na Saudi Arabia iko tayari kuchukua hatua ya kuitambua Palestina kama taifa huru amesisitiza kuwa tumejizatiti kufanya hivyo. Waziri huyo amesema kuwa Ufaransa na Saudi Arabia zitaweka wazi za nira yao ya kuondoa vikwazo vilivyopo katika kutambuliwa kwa taifa la Palestina katika mkutano huu wa kimataifa utakaoandaliwa kati ya tarehe 17 hadi 20 Juni mjini New York. Baroti amesema Ufaransa ingeweza kuchukua hatua kinembo, lakini huo si mwelekeo tuliochagua, kwa sababu tuna wajibu maalum. Sisi ni Ufaransa, mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Rais Emmanuel Macron anatumai kutumia jukwaa hilo kufufua mazungumzo ya mani kati utawala wa Israel na Palestina kupitia hatua ya mataifa ya Ulaya kutambua rasmi taifa la Palestina. Waziri wa fedha wa Israel, Bezalel Smotrich amesema benki za Israeli zinapaswa kutoa huduma kwa walowezi ambao Umoja wa Ulaya umewekea vikwazo licha ya athari zozote zinazoweza kutokea. Waziri huyo ameonya kuwa wale ambao watakosa kufuata sheria wanaweza kulipwa fidia kubwa. Julai iliyopita, Umoja wa Ulaya kwa mara ya kwanza katika historia yake ilitangaza hatua za adhabu kwa walowezi watano wa Israel na makundi matatu kutokana na ukiukwaji mkubwa na wa utarat... kutokana na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya wa Palestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu ambao unachukuliwa kuwa sehemu ya Palestina chini ya sheria za kimataifa. Kando na marufuku ya kuingia katika Umoja wa Ulaya kando na marufuku ya kuingia katika Umoja wa Ulaya na kufungiwa kwa mali zao, vikwazo hivyo vinakataza utoaji wa fedha au rasilimali za kiuchumi moja kwa moja au isivyo moja kwa moja kwa raia wa Israel. Walioathirika na vikwazo hivyo. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, afisa huyo ambaye anajulikana kwa maoni yake ya mrengo mkali wa kulia alisema kwamba alituma barua kwa msimamizi wa benki Dani Klachvishkili, ambapo alitaka kukomesha sera ya hatari ya sifuri kwa upande wa benki ambayo inasababisha kuachwa kwa wateja wa Israel kwa kisingizio cha kutofuata v... cha kufuata vikwazo vya kigeni. Smotrich ameshutumu taasisi za kifedha za Israel kwa mawazo madogo na kufuata bila shaka vikwazo Visivyo vya haki vya EU. Amesema benki kwa kweli zina uwezo mkubwa wa kuchukua hatua dhidi ya hatua za Brussels, kwa kuchukua hatua za kisheria na kutumia miunganisho yao ya kiuchumi kote duniani. Mwisho wa robaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashidi.